Mwana wanangu, katika historia ya Tanzania, moja kati ya kesi kubwa zaidi ya kijasusi iliyemhusu jasusi wa tanzania ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ambapo mwaka ule bana, alikuwa kuna mtu anaitwa Juma Thomas Zangira. Naelewa huyu kwanza alikuwa ni komando lakini huyu alikuwa ni jasusi wa idara ya usalama ya taifa, mwona bana sasa. Kuficha utambulisho wake, serikali ikamtambulisha kama afisa uhusiano wa hoteli ya Kilimanjaro, ndo by the time miaka hiyo ndio ilikuwa five star, five star hotel, mwona bana eh. Sasa akiwa pale kama afisa uhusiano wa Kilimanjaro Hotel, lakini ni kipenywa ama ni jasusi ambaye pia ni komando aliyefuzu mafunzo ya hali ya juu sana. Tanzania ilimpeleka nchi mbalimbali, kwa alikuwa ni qualified spy kwenye shirika la ujasusi, maana idara ya usalama wa taifa, maona bana. Sasa huyo bwana yeye e, alikuwa ni mtaalamu wa counter intelligence, kwa maana ya kwamba kuna watu wanafanya ujasusi, alafu kuna watu wanafanya counter intelligence kwamba ni kama camouflage kwa maana ya wewe unachunguza na wewe unachunguzwa. Sasa Juma Thomas Zangira ndo alikuwa expert katika issue hiyo. Aliwekwa Kilimanjaro Hotel kwa sababu ilikuwa ndo hoteli kubwa zaidi na Tanzania ndo ilikuwa kituo kikubwa cha harakati za ukombozi wa mataifa mbalimbali barani Afrika. Kwa hiyo Tanzania walimweka pale Kilimanjaro Hotel ili yeye aweze kusaidia kukusanya taarifa mbalimbali ambazo za kiutofauti kuweza kuisaidia Tanzania katika harakati mbalimbali ikiwepo mbali, ni ukombozi wa mataifa mengine, lakini pia usalama wa nchi. JT Zangira tunamzungumzia, Juma Thomas Zangira ambaye e, eh, baadaye wakaja kugundua movement zake ambazo ziko tofauti kidogo. Idara, unajua wakikupa mission, mnachunguzana, yani wewe unaweza kuwa unachunguza kumbe na wewe unafanyaje, unachunguzwa zazangira walikuwa wanamfuatilia. Alidevelop tabia fulani ambayo ni interesting, ambayo ikasababisha idara pia ianze kumfuatilia, kwa sababu alikuwa kabla hajafika Kilimanjaro, anaingia posta. Lakini pia shirika liligundua kwamba kwenye sanduku la posta la tatu tisa sufuri sufuri pale posta Dar es Salaam, ofisi za posta, ni sanduku ambalo linapokea barua kwa mara nyingi zaidi lakini barua zilizopo humu ndani ama ziliko ndani ya sanduku ni za kuvutia sana. Namna ya kufungwa, namna zinavyowekwa, zinafungwa katika ustadi wa hali ya juu sana. Wakaliandika majasusi e, namba tatu tisa sifuri sifuri, sanduku hii, anwani hii ya posta inapokea barua za kufikirisha sana na za kuvutia mno. Shirika likaingia kazini kufuatilia ni nani mwenye ili sanduku la posta hapo barua zilikuwa zinaonekana zinatokea London Uingereza, na mwenye hilo sanduku alikuwa anatambulika kwa jina la kificho kwa maana ya codename kama JT Wardron. JT Wardron, huku shirika la ujasusi la Tanzania linamtambua kama JT kwa maana Juma Thomas Zangira, JT Zangira. Spy wa kutisha sana. Wewe umeona bana. Sasa wakatengeneza waka task force ya kufuatilia hilo swala miaka ya sabini hiyo, kwa sababu yeye alikuwa ameanza kupokea barua tangu mwaka 1971. Mission kufanya execution na kumkamata ilikuwa 1977, wakati Mwalimu Nyerere ndo rais wa nchi hiyo. Umeona bwana. Sasa walivyokuwa naitengeneza ile task force ilikuwa lazima, kwa sababu unajua Tanzania akitengeneza task force hata mfano hichi kikosi special force cha Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ ambayo iko Msumbiji huko kinatwanga mre, anakuwepo mapolisi wanakuwepo, wahamiaji wanakuwepo, wanajeshi wenyewe wanakuwepo, sijui askari magereza wanakuwepo wengi, kwa sababu task force yetu huwa inahusisha vikosi mbalimbali mbali vya ulinzi na usalama, kwa sababu tunaamini kila kila kikosi kina special, special uh, train, uh, training yake ambayo inaweza ika handle situation kwa namna tofauti tofauti. Kwa katika kikosi kile ambao walienda ku execute mission ya kumkamata spy eh, Juma Thomas Zangira ambaye wale jamaa walimtumia mtumi, wali walimtumia jina la kipenyo code name kama JT Wardro, ikaanza kufanyika. Mkonga wakavutwa, Central Police Dar es Salaam pale mwaka 77 hiyo. Mwanzoni kabisa akapigiwa mkuu wa usalama wa umamini mkuu wa upelelezi wa jeshi la polisi kuambiwa, tunahitaji kijana mmoja ambaye anatakiwa aje kuongoza hii mission, atakuwa ni arrest officer, kwa maana ya kwamba anayetakiwa kumkamata ni polisi, kwa sababu mahakamani ukienda, mwenye warrant ya kukamata ni polisi, sio kikosi cha usalama wa taifa, sio jeshi la wananchi, sio nani, sio uhamiaji. Kwa hiyo wakamchukua mtu anaitwa wa detective sergeant Abdallah Waziri Msika. Huyu Abdallah Waziri Msika alishawahi kuwa msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, alishawahi kuwa RCO, alishawahi kuwa uh, idara mbalimbali mbali za jeshi la polisi alikuwa amefanya. Sasa Msika Abdallah Waziri aliitwa kwanza, wakamwambia hii mission unaenda kuifanya, unaenda kumkamata a highly trained spy, mtu ambaye tumemtrain kwa mafunzo ya hali ya juu sana. Cha kwanza, nabidi kwanza ukunjue nafsi moyo wako uelee ujue kabisa kwamba ni mission ambayo ukifumba macho dakika sifuri umekufa wewe ama yeye amekufa. Sasa kikubwa bora wewe ufe kuliko yule bwana kufa, kwa sababu tunataka tujue ameuza siri ngapi ama siri ngapi uko nazo na zinatoka wapi, kwa sababu kama taifa tutakuwa uchi kama yule bwana atakufa bila sisi kupata mchoro kamili. Hapo idara ya usalama ya taifa iko rada jeshi la polisi iko rada, jeshi la wananchi iko rada, uhamiaji iko rada. Imetengenezwa task force, kwa natakiwa tukamkamate huyo mtu hapo. Spy chief kwa maana ya waida, mkurugenzi wa idara ya usalama, CDF kwa maana ya mkuu wa majeshi sijui nani, mkurugenzi wa magereza sijui nani, mkuu wa jeshi la polisi, kila mtu katoa watu wake, vijana ambao ni highly trained. sasa wakati wameshamfuatilia sana kachero huyu na kugundua kila kitu anachokifanya na kila nyendo zake, ndo ikafika siku ya execution. Lakini kumbuka kabla ya ku, kumkamata walimchukua eh, detective sergeant huyo wa polisi eh, Abdallah Waziri Msika, wakampitisha kwenye mafunzo ya hali ya juu sana, ili akapambana na ile jinamizi. Kumbuka ni kwa mandoo anaenda kukamatwa hapo, na kama nchi wanajua, kwanza wakampa faili la, la spy huyo komando JT Juma Thomas Zangira wakamwambia ubora mkubwa wa Zangira ni mkono wa kushoto huwa hana makosa kwenye mkono wa kushoto. Kwa hiyo kama tunaenda kum, kumkamata mtu anayetumia mkono wa kushoto ni mission ambayo wewe hutaki ukaa negative. Watu wa usalama wakiambia ukaa negative, wanaelewa wanatanguliza mguu wa kushoto sasa unapoenda kukamata mtu ambaye yuko st ana strength kwenye mkono wa kushoto positive, mguu wa kulia unatakiwa utangulie mbele. Kivyo vyote una uwezo wa kukwepa jabu, kivyo vyote unaweza ukamwahi yeye asiweze kujizuru. Wakampa mafunzo, wakamfundisha namna ya kumkamata, wakamwambia: ukifika, ukishamwambia mikono juu, yule kumbuka ni komando, anaweza akashuka na yeye ama yeye akajizuru. Kwa hiyo kuna namna ya kumkamata akapewa hiyo kazi detective sergeant wa jeshi la polisi eh, Abdallah Waziri Msika ambaye pia alishai kuwa msemaji wa jeshi la polisi 1977 hiyo. Kwa kwanza akamwambia yule, unajua ana uwezo kama komando, anatembea na dawa anavyofanya mission kama ile, ana uwezo kuweka dawa hapa, kwa kishagundua mmemtaka kumkamata, anaweza kangata ile dawa ajiue. Kwa hiyo siku ya mission sasa, vicheche wameshamona muuni, ndo anaenda posta advanced team imesogea waliofanya ile mission kimya kimya, bila kuleta usumbufu wote kwa raia. Ah, detective sergeant wa polisi Abdallah Waziri Msika anamuona jamaa ameenda, amefungua, ametoa barua, anataka kugeuka tu, huyu hapa kamwambia, mikono juu. Komando yule anakwambia, Waziri Msika katika interview yake anasema alishusha pumzi Uf kwa sababu kwanza alivyomwona Waziri Msika yuko mbele, akaona vicheche wawili wako pembeni wawili, akaona vicheche wengine wametokea huko, alafu kwa mbali anakutana na, anakutana na, na snipers wametulia, wanasubiri tu mtu ajitikise, waone namna gani ambavyo watazungumza naye. Aka alivoshusha pumzi, akawambia inchi nchi ni kubwa sana. Akamchukua kama kuku kirahisi sana na waka alifunguliwa ali, ali kesi na detective sergeant. Alifanya kazi kubwa sana, na mwisho wa siku eh, wakagundua kumbe hata ile kodi ambayo ilikuwa inatumika ilikuwa inatoka South Africa na sio London, yaani barua zinazokuwa zinatoka South Africa, ila pale walikuwa wanatumia physical address ya London.